Tanzania ni chanzo na ni mkondo, na hali ilivyo kwa sasa ni sio ya kuridhisha, kwa sababu eh, tumeona wahanga wengi tunawaokoa, tuna, tuna ambao wameingia wametumbukia kwenye hili janga la usafirishaji haramu wa binadamu. Labda tukipitia kwenye takwimu fupi mm. mm. tu za mwaka huu tunaomaliza wa 2025, 2025 kwamba kwa takribani tumeweza kuwaokoa wahanga um, tunaoita manusura 156 mm. E, ambao hao wamepatikana ndani na nje ya nchi. Nikizungumzia ndani ni maana ni wale ambao labda wanatoka mkoa fulani wanaelekea mkoa mwingine ambao utakuta labda anachukuliwa Kigoma analetwa Dar es Salaam akiahidiwa kwamba atakuja kufanya kazi nzuri, lakini mwisho wa siku anakuja anagukia kwenye kwenye kazi ngumu au kwenye kwenye, kwenye soko la ngono. Asa wanaangukia sana ni wanawake na wasichana wadogo ambao wengi wanakuja kujihusisha kwenye masuala wanakuja ku, kupeleka kwenye kwenye soko la ngono. Eh, katika hili idadi nje ya nchi wako thelathini na saba na nchi ambazo zinaongoza e, ni Malaysia ambao takribani wahanga 14 kumi na nne tumewaokoa Malaysia, tukaja Thailand tukaokoa wahanga takribani kumi na mbili China wakafuata sita Omani wanne Dubai moja Kwa hiyo ni hali ambayo e, inatisha, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina kidogo, kwamba wengi wanaangukia. Kwa mfano hizi nchi za kifalme za Kiarabu, wadada wengi wanaahidiwa kwenda kufanya kazi za ndani ambao sasa from nowhere wanajikuta eh, wanaingia kutokana na ku, ku, ku, kupewa ile hali ya, ya donge nono, kuambia kwamba tunakupeleka Thailand uka, ukafanya kazi za ndani eh, kwa mshahara wa labda labda milioni moja. Utakuta yeye huku Tanzania labda analipwa labda elfu hamsini au laki. Kwa hiyo akiwaza ile milioni moja, ana, anaingia na tamaa, kitu cha kuingia na tamaa, anajikuta anaingia moja kwa moja, akifika Thailand au akifika Malaysia eh, mwisho wa siku sasa anabadilishiwa na kazi. Eh, utakuta labda anafanya kazi tofauti na ile aliyopelekwa kule. Ndio kutokana kutokana kukua kwa biashara ya ngono ambayo ni biashara haramu. Kwa hiyo, wanajikuta wengi wanakimbia kwa kufanya biashara ya biashara haramu ya ngono. Mm -hmm. Lakini kwa upande wa, wa, vijana wa kiume, eh, wengi watajikuta wanatupukia kwenye magenge ya uhalifu, wanafundishwa. Kwa mfano, kuna mwenzangu alielezea kuhusu masuala ya usaili. Eh, utakuta labda anafanya usaili wa kijana, unaona wamemaliza chuo kikuu, ni mtaalamu mzuri wa IT. Eh, wanachokifanya wakimchukua, wanampeleka wakifanikiwa kumpeleka nje kule, wanamfundisha eh, namna ya kuiba pesa za mtandao. Kwahiyo lakini anazofanya zile kazi ni kwa manufaa yake, manufaa ya yule aliyemsindikiza. Kwahiyo hali inaendelea kuwa ni, ni, ni kubwa sana. Mm-hmm. wanaopita wanapita kutoka wapi? Uh, na inakuwaje? ni mkondo Mwembe? yeah. Tu, kimsingi tunavyosema ni, ni, ni mkondo bado ni ile hali ileile kwamba tunaweza tukawachukua watu labda majirani majirani zetu nje ya nchi, kwa sababu biashara inaweza ikafanyika ndani na nje kwa inawezekana. Yule mfanya biashara anaweza akachukua kutoka nchi za jirani Kenya, akawapitisha Tanzania, wakifinya, wanafanya negotiation, anaweza akasafirishwa nje ya Tanzania, akapelekwa nchi za za Ulaya au, au Falme za Kiarabu mm. Kwa hiyo bado tunasema kwamba e, ina, inaweza tukapata wakatokea tukapokea wahalifu ama tukapokea waanga kutoka nje mm ya nchi wakafanya Tanzania kama mkondo, lakini wale wahusika wafanya biashara wako wanajihusisha nayo.